azangu dada zangu ndugu zangu na wajukuu, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Yeah. Jiblaikuu, asante sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza, lakini sina mengi ya kuzungumza, ila ninamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyotujalia tangu asubuhi mpaka saa ta... hizi na tu, tuendelee kumwomba ili hiyo zawadi idumu ndani yetu, tukimtambua yeye anayetupa zawadi, tuwe karibu na yeye tusimwache, sista kanisa na stajiieta. Sina mashaka kwamba nyie mmerudisha picha fulani na mkaamua kujifunga hivyo. Yaani, mmeelekezwa me mengi sana, kwamba mnaianza safari sasa, msije mkageuka nyuma, mtageuka mnara wa chumvi kama mke wa Lutu. Kwa kweli nashindwa kuzungumza mengi. Nyie mlipo sema pale, kwa pete yake amenivika, kaonyesha taji, nililia. Nilikuwa na sababu zangu za kulia. Sasa ninaomba, ninaomba sana tuendelee kudumu katika maisha tunayo yaamua tudumu katika maisha tunayoamua, wote sisi, nazungumza kwa wote, sio hao tu tu- tujikaze kumrudia Mungu, yani tujikaze kumrudia Mungu. Tunaahidi mazuri siku ile, lakini tunavyoendelea kuishi tuna tunamweka Mungu nyuma, tunayatanguliza mambo yetu baadaye. Inaonekana mambo mengine sio ya lazima, ya lazima yapo upande wa pili. Sasa hiyo inatupeleka mbali sana. Mimi naomba ndugu zangu, dada zangu, turudi tuishi maisha yetu ya wakfu tuliyoamua kuishi, ili Mungu atawale ndani yetu, Mungu aishi ndani yetu, na wale wanaotuona na kusikia kama walivyosema wengine, wamshuhudie Kristo katika maisha yetu. Nimeambiwa kwamba eh, mama mkuu nimkaribishe kusema neno. Mama mkuu, asante sana, karibu. Asante mama, sawa. ambayo m <coughs> nashukuru sana kwa surprise mlionionyesha, maana naomba naangengeaae nikasahau. Ni nasema asante sana kwa sala mnazoniombea kila siku, mnazotuombea sisi wote lakini kwa namna ya pekee leo, kwa furaha uliompatia kutakiana heri na kwa zawadi mlizonipatia, asanteni sana wote, tulioshikana mikono, tuliotakiana heri sana kwa upendo wenu. La pili, ndugu zangu sista sanisana Sista Julieta, sisi wote tunaokuona humu ndani na wengine ambao hawakufaulu kufika, tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, kwa sababu safari ya wito ni ajabu sana. Kuna wengine wanapita wanachemka tu kwenye maji ya moto yanapoa. Kuna wengine wanapita kwenye tanuru ya moto. Kuna wengine safari yao ni usiku tu, hakuna mapambazuko. <coughs> Lakini tutaka kujua, mtu ambaye tayari Mungu amemwita ni lazima ampitishe kwenye mateso. Yaani aliyeitwa yoyote asipopita kwenye mateso, mtamwona tu siku moja anafungua mlango, anaondoka. Kwa hiyo dada zangu, Sista Julienda na Sista Anisa, safari ya mateso alianza mwenyewe Bwana yetu tunayemfuata. Msiogope pia kutokea mbele huko shida. Mmeshapita kwenye magumu tayari na mtaendelea kupata, hatujui atitoka wapi, lakini ni safari yetu ya wito. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba tutakuwa pamoja, tuko pamoja Nasisi, wengine, kibumu, na sisi wanashirika wengine tukiona wenzetu wanapitia katika kipindi kigumu, ni kipindi cha kutiana moyo, sio cha kuvunjana moyo. Kwa hiyo ninashukuru wote tuliowasaidia, tuliowalea, tuliowashauri ndugu zetu hawa na kuwaombea mpaka leo, tunafurahi pamoja nao. Kristo tumaini letu tatatu, nasema asante sana kwa wageni wetu, kwanza mwenyekiti wa parokia ya Fungu kwa mama mnajua, ndio pale, eh? Yeah. Fungu kuna damu yetu imelala pale, yeah. Kwa hiyo tunapomwona mtu wa Fungu yeyote ni ndugu yetu, yeah. Eh, kwa... hasa asante sana kwa kuwatunza dada zetu pale Fungu, na najua kwa upendo sana kwa hiyo tunasema asante sana na asante kwa kusafiri. Mimi najua usumbufu wa safari kutoka mbali, mimi mnaotoka kuku, mnaotoka Singida, na sisemi Geita ndio mbali zaidi. Kwa hiyo ninasema asante sana kwa upendo mliotuonyesha sisi katika shirika letu, kusafiri safari ndefu namna hiyo. Ningeweza kupiga simu tu au kusema sisi kawajetu, natuma kwenye mpesa, si basi natosha, tumetakia heri. Lakini kiona mtu anatoka nyumbani kwake anakuja kwako ni upendo usio nakipana. Tayari tumeshapata ndugu. E wee, kaka zangu wa Ligano monasteri ya Mtakatifu Paulo kule Songea, hiyo ni monasteri ya Ligano, ni wa Benedictine wenzetu. Hawa ni kaka zetu kule kwenye umoja wa Benedictine tunapoombea kila siku, ndio ilikotokea jambo hili Sasa

taifa majembe wamekuja mm. na tunahimizana siku zote kwamba monasteri moja abasia, sijui shirika la Benediktini likipata shida, likipata furaha tushirikishane, tushirikiane. Na sura hiyo imejionyesha leo kwenye sherehe hii kwa mara ya kwanza, watu wa Mvimwa, watu wa Ligano, Ndanda, Hanga naona majembe ya kurifa <laughs> basi, tujibu upendo kwa upendo. Asanteni sana kaka zangu, namwambie Prior mimi, ninamshukuru sana, nitampigia mpaka na simu tukithibitishia kwamba kweli unawaona. Asante sana <laughs> kwetu sisi wanashirika wote, niseme asante kwa ndugu zetu kwa hiyo dalili nzuri kwamba huko nyumbani kwako utajali na kutunza vitu vyote ambavyo viko nyumbani kwako. Ikosekana kitu, sisi wa nyumbani wenyewe ndio tunaopaswa kufanya kitu hicho. Kwa hiyo nada, asanteni sana na muendelee. nawayousiajizdainaule wamoje tufanye jibileti kwa mama wote, nasema asante sana mheshimiwa mama mkubwa mafungo kuwatunza kuambikia kuangalia kila kitu kinakwenda sawa, watu wote tuliojihusisha na kazi mbalimbali, wapishi ndio wamefanya tukae mpaka saa hizi, yaa, tunacheza kakula, watu wote waliofanya kazi, madereva, DJ salamu, kwa maana maisha yaa hata tukiwa nyumbani nyumbani, kuna baba kuna mama sikuna watoto yeah. Na nyinyi watoto wetu hapa ni nyumbani penu kwa uhakika kabisa, mfano mnauona. Kwa hiyo na nyinyi siku moja tunataka tuje tuwashangilie hapa n

na asante kwa kila moja wetu, kwa sababu hata sisi tunatiana moyo tunapopitia katika sherehe mbalimbali na katika magumu mbalimbali. Na mwisho mimi natoa salamu za pekee kule nilikoenda, kuna manaseri mmoja ya mtakatifu Benedikto ya Wabenediktini, lakini ya mtakatifu Rusia. Wameanza undugu na sisi, wanasema tutoe salamu shirikani hushirikani. Kwa hiyo kwa kuwa hapa leo tuko wote Nasema salamu nyingi sana kutoka Italia kwa monasteri ya Mtakatifu Rusiaaikishana. Asante. Kunigusa sana. Mimi ni mtu ndiye ndio katika familia ya Katoliki na baba yangu alikuwa anafundisha Kilatini. Mbele huyo leo ndio ina leo. Mimi ni kushika kile kwa Kilatini kwa sababu ya sala kwangu, kwa tunaimba hivi. Veni creator spiritus mentes